Tunakubali kasoma kutugawanya, hiyo ndiyo jama yake ati Mount Kenya east and west. Nikamwambia hatuwezi kubali hiyo ujinga. Na wewe soprano, hapana tumiwa kuja kugawanya watu ya mlima Kenya. Tangu zamani ndio nyungu yetu hive, ni ya mawengapi? Ni ya mawengapi wagikoo waemu nawa na hatuwezi kubali mutu watu... na mkumuge chama ya ndizi ama ndio naongoza Meru. Na... turudishe heshima, turudishe heshima ya Mumeru, turudishe heshima ya watu wa mlima. Kasongo mas, Kasongo mas, Kasongo mas. DCP, DCP, naomba kwa heshima, naomba sana kwa heshima, wabunge wetu, hapana sindikisha Kasongo kuumiza watu wetu, si ndio? Si Kasongo anatuumiza sasa nyinyi wabunge munafuata kasongo akiumiza watu ya nyumbani. Huyu mtu hataki sisi mema, e, mpo nyinyi. Jensi ndiyo dawa ya kasongo. Vijana awapezi wakamjishwa kazi mbaya. Mimi nataka uongozi wa kukua wa vijana Meru.